Tukielekea huko nchini Iran tunafahamishwa kwamba nchi hiyo imezionya Marekani, Uingereza na Ufaransa kutoisaidia Israeli kukomesha mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Tehran, kulingana na shirika la habari la Reuters likinukuu vyombo, vyombo vya habari vya serikali ya Iran. Ripoti zinasema kuwa Tehran italenga vituo vya kijeshi na meli zilizoko katika eneo hilo ikiwa nchi hizo tatu zitaiunga mkono Israeli. Waziri wa ulinzi wa Israeli Israeli Katz amesema Tehran itaungua ikiwa Iran itaendelea kurusha makombora yake. Katika maoni yaliyotolewa wakati wa tathmini ya maofisa wa kijeshi, Katz anasema dikteta wa Iran anawageuza raia wa Irani kuwa mateka na kuunda ukweli ambao, wao haswa wakazi wa Tehrani, watalipa gharama kubwa